Mafuta hayo yanafanya kazi ya kutufundisha mambo yote. Sasa mafuta hayo ni ya kwenye kichupa ama ya kwenye nini, msomaji? Matendo 10:38. Matendo sura ya kumi aya ya 38, nasemaje? 10:38. Je, mafuta hayo ya kwenye kichupa ama mafuta gani? Soma na hiyo. Inasema, sawa. Habari za Yesu, habari za Yesu wa Nazareti. Sawa. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu, kwa Roho Mtakatifu na nguvu, na nguvu. Naye akazunguka na huko na huko. Basi kumbe mafuta hayo ambayo yaliyokusudiwa katika Biblia ni Roho Mtakatifu, Ndiyo mafuta ambayo yametajwa. Wenzetu sasa, kwa sababu wanatafuta fedha na wanatafuta fedha, wakawapata wakuwapata, wanafanyaje eh? Wanawaibia. Na kwa sababu gani wanawaibia? Wewe msomaji, andiko la mwisho, Yeremia 22 Yeremia ishirini na mbili. Naomba unisomea andiko hilo, inasemaje? Yeremia ishirini na mbili kumi na nne Tusomee hapo Yeremia ishirini na mbili kumi na nne na kuelekea kumalizia, kuruhusu waimbaji amtukuze Mwenyezi Mungu, mambo mengine yafate. Anasemaje? Sema naam, asemaye ndiyo, nitajijengea nyumba ndiyo. pana na na vyumba vipana, sawa naye ndiyo ujikatia madirisha. Ebu hama hapo, nenda Matayo kumi saba. Kama kweli hayo mafuta ya upako yanayouzwa makanisani yangepata kibali katika Biblia, na hawa watumishi wanaoyauza wangekuwa kweli ni watumishi wa Mungu, wangefuata kanuni ya Biblia kanuni ya Biblia inasemaje? Mathayo 17, nisomeni. Ondoke hapo sema, na katika kuenenda kwenu, sawa, ubirini, nikisema ufalme wa mbinguni umekaribia. Moja. Endelea, pozeni wagonjwa. Mbili. Kufueni wafu. Tatu. Takaseni wenye ukoma. nne. Toeni pepo tano. Mmepata bure, rudia tena, mmepata bure, maliza, toeni bure. Basi hayo mafuta yangekuwa yana ukweli, wachungaji wangeachia bure, kwa mujibu wa Biblia. Cha kushangaza, wanauza. Sasa tena, kama umepata bure, toa bure. Umepata bure, unauza? Kwa hiyo hizo ni biashara, na kama biashara tunazita biashara haramu ndani ya jengo la nyumba ya Mungu. Wito wangu leo, kubali kufanya maamuzi ya kweli kama ulikuwa muumini wa makanisa hayo, tambua unaibiwa, lakini neema imekuja. Usikubali kupite, fanya maamuzi ya kweli, Mungu atakusaidia. Kesho tutamalizia somo hili, ni refu kidogo, nataka kuzungumza kidogo, manabii wa uongo na vituko vyao. Kesho nitamalizia somo hili. Kwa hiyo leo tulipokomia hapo, tusikose kesho kuja na tutakwenda kumaliza. Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo ele na milele. Wahadha salamu alaikum waafuminikum. Mungu abariki hapo umeketi. Ombi fupi. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya jioni ya leo. Masomo haya tunakuyaleta mbele za watu wako nenda katupatia ufahamu wa kusikia na kuelewa, na kama kuna mahali watu wameshindwa kuelewa, Roho wako Mtakatifu akayetafsiri tupate kuelewa, na maandiko mengine, waimbaji wa, wataimba nyimbo zao na nyimbo zilizotangulia, na masomo haya, masomo yaliyotangulia yakapate kibali kwenye kiti chako cha enzi. Mtumishi wako atapanda, ambatana pamoja naye toka mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu tumeomba na kuamini katika jina la Yesu, na tuseme amen. Barikiweni amen. Kaju.